Kuna vitu lazima uviache ili upige hatua kiroho. Kuna vitu lazima uviache ili usiingie dhambini. Elewa kitu kimoja, mwanaume ambayo unaangalia video hii, mwanaume jinsi alivyoumbwa mwili wake, kuna vitu ambavyo inabidi uwe makini sana, kwa sababu mwili una respond whether umeokoka au ujaokoka. Kwa Waafrika toka zamani, kama umeshafuatilia, kuna utaratibu ulikuwepo na wazee walikuwa wanajua, kwa hiyo kuna namna ambavyo binti yako akisha kuwa, hata kama ni binti yako unayempenda, kuna mazingira ambayo walikuwa hawaruhusu ukaribu uwepo, au jinsi mnavyokaa pamoja, kwa sababu wanajua wewe ni mwanaume na mwili wako ni wa kiume, na kuna vitu vikitokea, kuna mambo yatakuwa yata, yata yanatokea kutokana na hivyo vitu. Mwanaume ni kama nyoka. Nyoka anagonga sawa? Nyoka anagonga hata kama umemfuga, ukimshika vibaya anagonga, na hiyo ndio ukweli. Kuna stori nikasoma kwamba nyoka alikuwa amekufa, amekatwa kichwa, kichwa kimekatwa kiko pembeni, nyoka shakufa. Lakini mtu akaja akagusa kile kichwa kikamgonga, na kikamgonga, kika na kikamwingia kika sumu, na akaenda hospitali, ikawa ni issue case kwa ile hospitali, angeza kufa. Ni kwa sababu gani? Nikawa kichwa kimebaki bado kinagonga. Silika ya mwili wa kiume ndio hivyo, ni kama nyoka, unagonga, ukichezea chezea unagonga. Kwa hiyo wewe ukiwa unajielewa hivyo, inabidi uwe makini. Mwili ni mwili, hata kama umeokoka, kuwa makini. Ndio maana Paulo akasema kwa ajili ya zinaa, kila mtu awe na mke wake mwenyewe, alafu msinyimane, isipokuwa kwa muda kidogo ambao mmekubaliana, kwa sababu mwili una response zake, na ukiingia eneo lisilofaa mwili utakushinda. Eh, inabidi ukae makini katika hilo na ujielewe sana. Kuna mazingira ambayo usithubutu kukaa na mtoto wa kike. Usikae na binti peke yenu ofisini, mnaongea mnaomba pamoja, hayo mazingira inabidi uwe makini tena. Mjifungia mlango, kuwa makini, angalia kiroho chako. Kuna mazingira ukishazoeana na mtu, ukaribu uliojenga inabidi ujue kwamba huu karibu tayari unaweza ukawa na hatari. Kama ikitokea kutumekaa katika maeneo fulani peke yetu, kwao inabidi uanze kujengea namna ya hekima ya Mungu ikuongoze hasa hasa kama bado ni mchanga kiroho, uwe makini. Lakini hata kama ni umeshakuwa sana kiroho, pia usiache kufuatilia sauti ya ndani inavyokuongoza, ili uweze kushinda katika eneo hili.